Na mjadala mkubwa umeibuka baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba anayo nia ya kuwania muhula wa tatu mamlakani, na akidai kwamba idadi kubwa ya Wamarekani wanaunga mkono jambo hilo. Mjadala huu umekuwa ukigonga vichwa vya habari duniani na kote nchini Marekani na hapa studioni. Katika kuzungumzia hilo, tunaye eh, Said Msonga ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa kama ambavyo umeeleza, tutajadili hapa kuhusiana na mpango huo wa Trump kurejea well, yeah, katika muhula wa tatu ukiwa na maoni tofauti. Na karibu sana, Said. Asante nashukuru, asante. Na pengine tuanze kwa mtazamo wako hasa juu mm, ya hili. Uh, kwa kweli binafsi kama mfuatiliaji wa siasa hasa za kimataifa uh, nadhani nimejikuta ni, ni pale ambapo wengi wamejikuta kwa maana katika hali ya sintofahamu, kwa sababu taifa kama la Marekani ni taifa ambalo kwa miongo mingi limekuwa likitazamwa kama kioo hivi cha watu kujifunza e, ukomavu wa demokrasia na masuala mengine kama hayo, kuheshimu sheria na taratibu zilizopo kwa hivyo kwa, kwa, kwa hatua hii ambayo uh, ama kwa, kwa namna ambavyo rais Donald Trump alianza mnamo mwezi Januari na mpaka hivi sasa, mm -hmm, alipokuwa akihojiwa na chombo cha NBC na kutoa kauli kuhusiana na shauku yake ama pengine nia ya kutaka kutimiza ndoto ya kuweza kuchaguliwa kwa mara nyingine, eh, kwa kweli ime, ime, ime, imefanya wafuatiliaji wa demokrasia wabaki katika hali ya sintofahamu kwa sababu haya mambo wakati fulani yalikuwa yanaonekana kwamba ni mambo ambayo yapo zaidi hasa katika siasa za bara la Afrika, ambapo mm. viongozi walikuwa wakiingia mamlakani, walikuwa wanaonekana kabisa dhahiri shahiri wakipindua katiba za mataifa yao na kuweza kuendelea kuatamia uongozi kwa muda mrefu. Kwa inapotokea jambo kama hilo ama angalau hata mjadala kama huo kwenye taifa ambalo ni kinara wa misingi ya demokrasia duniani kwa kweli ni jambo ambalo wengi limetuacha katika vinywa wazi, tunaweza tukasema, mm, kwa ufupi. Kwa hivyo hata mimi binafsi sikutarajia kuona kwamba kuna siku tunaweza tukashuhudia katika uhai wetu kwa taifa kama Marekani ambalo lina misingi imara zaidi ya kidemokrasia, linaweza walau likawa na mijadala yenye hisia za kupelekea pengine kupindua katiba ili kumfanya kiongozi aliyeko madarakani mm, aweze kuendelea kuwa kiongozi kwa muda mrefu zaidi. Uh, jambo hili linaturudisha kwenye historia ya miaka ya eh, wakati vita vya pili vya dunia vinapiganwa, eh, Rais Franklin Roosevelt alijiongezea miula miwili mbele. Uh, na ikasababisha ika, ika, ika baadaye mwaka elfu moja mia tisa hamsini na moja wakafanya marekebisho ma, kwenye katiba wakaweka kwamba hakuna kiongozi ambaye atahudumu ata zaidi ya mihula miwili. E, sasa baada ya miaka zaidi ya sabini tunakuja kushuhudia hoja kama hii ikiletwa na Rais wa sasa katika wakati wa sasa. Kuna, kuna uwezekano ama anayo nguvu ya kushawishi mabadiliko haya? Uh, kabla ya nguvu labda tukianzia hapo hapo kwenye historia mm. Franklin Delano Roosevelt aliongoza kwa vipindi takriban vinne mm, na mazingira ya wakati ule kiukweli, alifariki katika kipindi chake cha nne, kipindi chake cha nne ndo alifariki. Kwa hivyo mm. katika wakati, mazingira ya wakati ule ya taifa la Marekani, kwanza dunia yenyewe ilikuwa inapita katika kitu kilikuwa kinaitwa Great Depression, anguko kubwa la kiuchumi mm, na huyu ni miongoni mwa watu ambao walifanya kazi kubwa sana ya kuweza ku Ku, ku, kuiokoa Marekani lakini pia ndio akapelekea kutengeneza misingi ambayo imeifanya Marekani iwe taifa lenye nguvu za kiuchumi duniani, kwa wakati ambapo mataifa makubwa yaliyokuwa vinara na viongozi wa dunia kwa wakati huo yakianguka kutokana na anguko la kiuchumi lakini yeye alijaribu kutengeneza misingi ambayo iliifanya Marekani ikasimama kwa wakati ule. Mm. Kwa hiyo inawezekana mazingira ya wakati ule yalimfanya yalimpa li, ya nafasi ya kukubalika kwa wananchi na kuwezekana na kwa kuwa taratibu za kikatiba pia zilikuwa haziweki ukomo huo. Ndio maana ilikuwa ni rahisi kwa Franklin Roosevelt kuweza ku, kuongoza katika vipindi hadi cha nne ambacho ndo alikwenda kufariki. Lakini baada ya swala la, la anguko kubwa la kiuchumi ambayo na lilifuatiwa kwa karibu na, na, na vita ya pili ya pili ya dunia, hmm. ambayo unaweza kuona pia ushiriki wa Marekani uh, ulikuwa ni wa muhimu sana kwenye vita hiyo, na hata hata pengine wengi wamekuwa wakisema hata kumalizika kwenyewe kwa vita ya, ya pili ya dunia kulichangiwa pakubwa na Marekani kutokana na mchango wake wa kijeshi katika vita ile na namna ambavyo walifanikiwa kuuzima upande wa mashariki ama wapinzani wa, wa, kulikuwa kuna zile alliance mbili zikiota triple entente na triple alliance kwa hiyo unaweza kuona kwamba Marekani ilichangia, na hasa baada ya matukio ya Hiroshima na Nagasaki, yale mm. mabomu ya, ya atomic kupigwa kule, ambayo Marekani na mchango wake mkubwa kwenye hilo. Kwa hivyo inawezekana mazingira ya wakati ule Ndiyo. ya dunia na, na yalivyokuwa anguko la kiuchumi kubwa la dunia the Great Depression, lakini pia uh, vita ya pili ya dunia yalimwezesha na kumrahisishia mm. Franklin Roosevelt kuweza kuongoza okay. Lakini unapokuja katika mazingira ya sasa eh, ya Marekani ya leo na dunia ya leo hakuna mazingitisho kikubwa ambacho kinaweza kikawafanya hata Wamarekani wenyewe waone kwamba kuna umuhimu sasa wa kupindua mambo. Lakini unaweza ukachukulia hapo hapo kwamba pamoja na hayo ambayo yalitokea wakati ule, ndio maana Wamarekani ilipofika mwaka 1951 wakasema hapana, na hiyo ilikuwa ni mara tu baada ya ya mm, ya ya ya, ya Delano Roosevelt kufariki kiongozi aliyefuata ndo yakafanyika mabadiliko yani, ya ishirini na mbili ya katiba ya Marekani mm, na ndio kukawekwa sasa ibara maalumu ambayo yeah, ikaweka mm, zuio kwamba mm, hakuna mtu yoyote ambaye anaweza sasa akachaguliwa kwa nafasi ya rais wa Marekani katika vipindi zaidi ya vipindi viwili. Sasa, kwa nini unadhani, kwa nini Trump anafanya haya wakati huu licha ya ugumu uliopo? Anasema zipo mbinu za kufikia mm. Fikia, anasema hile. zipo mbinu japo mm. hajazifafanua atatumia mbinu gani? Ni bahati mbaya sana kwamba uh, hili linatokea katika wakati huu na hasa chini ya Donald Trump, kwa sababu uh, tangu ameingia madarakani kwa kweli amekuwa ni kiongozi ambaye anafanya maamuzi ambayo wengi hawakuyatarajia. Kwa mm. miongoni mwa hayo ambayo hayakutarajiwa Mojawapo ni hili kwa sababu pia halikutarajiwa na inaonekana kabisa kwamba uh, amekuwa nalo katika nafsi, pengine kwa sababu Donald Trump yeye anaamini kwamba al, na alishawaambia wafuasi wake kwamba angependa kuona kwamba akichaguliwa mara tatu hata mara nne kwa sababu yeye anaamini kipindi hichi cha sasahivi ni kipindi chake cha tatu, kwa sababu alishinda uchaguzi wa 2016, lakini anaamini uchaguzi wa 2020 uliomuingiza Joe Biden madarakani kwamba yeye aliibiwa kura, kwahiyo alikuwa mshindi ni yeye. Kwahiyo sasa hivi anaamini yuko kwenye kipindi cha tatu, kwahiyo sasa ana ndoto pia ya kuendelea kuongoza katika kipindi cha nne, nadhani kwa sababu ni mtu pia ambaye hatabiriki na pengine angependa labda kuifikia rekodi ya, ya, ya, ya mm. rekodi. Eh, eh, rekodi ya Franklin Delano Roosevelt pengine anahitaji kuona sasa anakipata hicho kipindi cha nne anachokiwaza akukiota avunje rekodi hiyo ya Delano Roosevelt kwamba na yeye walau aonekane kwamba ameingia madarakani kwa, kwa, kwa, kwa vipindi vinne. mm. kama ulivyosema Hilda, kwamba amesema kuna mbinu zinaweza zikatumika. mm. ni kweli kwamba miongoni mwa mambo ambayo yanaweza yakapelekea yaka kwamba rais wa Marekani akachaguliwa zaidi ya kipindi vipindi viwili, moja ni mabadiliko ya katiba mm -hmm. hiyo ni mbinu ya kwanza Diyo. Ingawa ni mbinu ngumu sana kwa sababu ya, ya, ya mazingira yenyewe ya siasa za Marekani kwa sababu kwenye mabunge mm -hmm. inahitaji theluthi mbili ya, ya baraza la Seneti na theluthi mbili ya kwenye baraza la wawakilishi mm -hmm. yaunge mkono hiyo hoja, lakini kama haitoshi, serikali za majimbo inatakiwa robo tatu ziipitishe hiyo hoja ziikubali kwa hiyo, ukiangalia kwa namna ambavyo mgawanyo ulivyo baina ya wawakilishi wa, wa, wa chama cha Republican anachotoka Rais Donald Trump na na chama cha cha Democrat ambao ni wapinzani wao, pamoja na kwamba Republican inaongoza Seneti na inaongoza baraza la wawakilishi, lakini si kwa viti vingi vya kuweza kuwasababisha wapate hiyo theluthi mbili ya uungwaji mkono wa hiyo hoja. Kwa hiyo ugumu wa kwanza uko hapo, na pia huko kwenye serikali za majimbo nako kuna mgawano kati ya majimbo hamsini, majimbo kumi na nane yanaongozwa na chama cha, cha, cha demokrati. Kwa hiyo maana yake kwamba ile robo tatu nayo pia ni ngumu kuipata kwa sababu karibia nusu anahitaji kuwashawishi pia na wademokrat wengine. Bila shaka fali, ili waweze kukubaliana na hoja hiyo na ukiangalia kwa kauli za wademokrati wengi wanaona kwamba uh, hii kauli ya Trump ni kama jitihada za kuendelea kuiteka serikali ya Marekani hmm, lakini pia kuweza kuharibu misingi sa, ya sa, demokrasia. Hiyo ni mbinu ni ya kwanza. Mbinu nyingine, ambayo anaweza akatumia mbinu nyingine ambayo inaweza ikatumika ni kwamba uh, Rais Donald Trump anaweza baada ya kumaliza kipindi hiki cha pili hmm. Akawania aka, aka katika nafasi ya makamu wa rais akatokea mgombea mwingine, na baada ya yeye kuingia kama makamu, endapo atashinda katika uchaguzi huo, basi yeye yule mgombea ambaye ameshinda nafasi ya urais anaweza akatangaza kujiuzulu na automatically makamu wake <laughs> akaja kuwa rais. Hii ni kama ilivyotokea kwa kwa, hey, kwa, kwa, kwa Joe Biden na na, na mwenzake kwenye eneo la ugombea yeah. Lakini pia hata katika eneo la urais ni kwamba ikitokea rais wa Marekani amejiuzulu, basi makamu wake uombea, anaweza wasabu, anakuwa anakuwa bado hajaa makamu wa rais kwa watafute mgombea mwingine sio, ikiwa mgombea wake wa urais atajiuzuru katika levo ya maana hivi yeye kugombea akishashinda, yani ndo maana nikasema atakuwa ni mgombea wakishashinda. Sasa watu yeye na mgombea wake urais ameshashinda kabisa, naona urais huo, afu ajiuzuru ampe na kabla ya kushinda. Ugumu wa hilo jambo pia hupo, katiba ya Marekani inasema kuhusu nafasi ya makamu wa rais, inasema kwamba mtu mwenye sifa, mtu ambaye hana sifa za kuwa rais basi hawezi yani, mtu ambaye ni not eligible to be elected as a president yani yeah. ambaye hana sifa za ku, za kushir, ya kuchaguliwa za kama rais basi hawezi, hawezi kuwa kwa... mgombea urais. Maana yake ni kwamba hawezi, kwa hawezi kuwa mgombea mwenza wa urais mm. mm. maana yake ni kwamba hata Trump kama atakuwa na ndoto hiyo, kwa sababu baadhi ya wafuasi wake wamesema anaweza akatumia huo kama uchochoro yeah. Lakini bado ni uchochoro mgumu, kwa sababu atakuwa ameshakosa ile sifa ya kuwa mgombea urais. Kwa hiyo maana yake, kama hata sifa ya kuwa mgombea urais nayo pia itakuwa ni ngumu kwake mm. mm. Sasa maana yake anaweza akamsukumiza JD Vance mgombea u... <laughs> na hivyo ndivyo wengi miongoni mwa wafuasi wake. Ukiangalia umri wa Trump sasa hivi ni miaka 78, aki akimaliza muhula wake huu tu alionao mm. atakuwa na miaka 82 eh, maana yake miaka 4 tena mingine mbele, tunazungumzia miaka 86 mm. Vipi kuhusiana na swala la umri? Ni kweli unamuona aki kwa sababu mwenzake ameshindwa kuendelea kwa sababu ya umri? ni kweli, kama nilivyosema awali, Trump ni mtu ambaye anapenda kuvunja rekodi mm -hmm. Joe Biden ameondoka madarakani akiwa na miaka 82 na miezi minne mm -hmm na Donald Trump mpaka atakapohitimisha kipindi chake atakuwa na miaka themanini na mbili na miezi saba. Maanake atavunja ra rekodi tawana ya Joe Biden, atakuwa ndio rais mzee zaidi kuwahi kutokea katika kuhudumu nafasi ya urais nchini Marekani. Kwa hiyo rekodi, kama Mungu atampa uhai mpaka mwisho wa kipindi chake atakwenda kuivunja. Sasa kama itatokea kwamba labda pengine akatengeneza mazingira vyovyote itakavyokuwa, labda pengine zikapatikana hizo theluthi mbili za uungwaji mkono kwenye Seneti, theluthi mbili za uungwaji mkono kwenye baraza la wawakilishi, lakini pia robo tatu kutoka katika serikali za majimbo hamsini ya Marekani, zote zikakubaliana na hoja ya kwamba rais wa Marekani anaweza kuhudumu zaidi ya kipindi kimoja, basi maana yake ni kwamba ile rekodi si tu atavunja ile rekodi ya Joe Biden kwa miezi mitatu zaidi mbele, lakini hmm. pia atavunja rekodi kwa miaka mingi zaidi kwa ni rais ambaye atakuwa pengine ni mzee zaidi kuhudumu katika ikulu ya Marekani. mm -hmm. Lakini pia kuna uchochoro mwingine ambao wafuasi wa, wa, wa, wa Donald Trump wanajaribu kuuzungumzia. Uh, ni kwamba kuhusiana na namna ambavyo anaweza akaipata hii nafasi, wanafikiria kwamba kipengele cha katiba ambacho kinamzuia mm. uh, mtu kuchaguliwa mar, na, kwa, kwa awamu mbili katika nafasi ya urais wa Marekani mm. wanasema hakijasema kuhusiana na swala la Uh, kama hivyo unavyosema succession kwa maana ya kwamba ha ha hakuna zuio lolote, kwa hiyo wanataka pia watumie mahakama mm. kwamba watu watakwenda mahakamani sasa hivi wakati kabla muda haujaisha mm. kwenda kukihoji hicho kipengele yaani, mahakama itoe tafsiri kuhusiana na hiyo ibara ya, ya, ya katiba ya Marekani inayozuia hivyo vipindi viwili, kwa kuwa haijazungumzia hmm. hii, hii swali, eh, swala la, la succession, kwa maana kurithiana, laurithiana mm. maanake kwamba kama mahakama itakubaliana na hoja hiyo maana yake itakuwa inasema kwamba eh, inawezekana basi mgombea urais akawania hivyo vipindi viwili, lakini kuna, kuna, kuna ile wanasema consecutive mfuatano. Kwa mfano Barack Obama, Bill Clinton George Walker Bush yeah. hawa wote waliongoza vipindi viwili kwa mfuatano yeah. Manake miaka minne ya kwanza alafu minne ya pili yeah. Sasa kwa kuwa imesema tu vipindi viwili, lakini Donald Trump aliongoza 2016 mpaka 2020 a yeah. Alafu akashindwa alafu kaja 24, kwa hiyo, kwa sababu neno consecutive halimo, halimo. katika terms pale kwenye vipengele vya ibara manake wanasema kwamba kuna uchochoro mwingine huko hapo, kwamba yeah. mahakama inatakiwa itoe tafsiri kwa kuwa neno consecutive halikutumika kwa mfuatano na hmm, Donald Trump hajaongoza vipindi viwili Marekani kwa mfuatano, maana yake anayo haki hivi sasa kuongoza vipindi viwili kwa mfuatano <laughs> laki, lakini laki, ukisema laki tu vipindi viwili siko wazi kwamba wewe wewe usilikuwa na kipindi kimoja na hiki ni cha pili, bila shaka iko hivyo, na kwa tafsiri ya sasa ya katiba ya Marekani, maana yake hiki ni kipindi cha pili cha Rais Donald Trump eh, lakini ndio maana tukasema kwa kuwa zinatafutwa mbinu na mikakati, ama pengine sisi huku tunatumia lugha ya figisu figisu fulani hivi zinatenge hujaribu kuona kwamba ni namna gani ama nini itafanyika ili kuweza kupata uchochoro waee kufikia hayo malengo anaoyakusudia. Lakini kuna hoja nyingine, ipo nadharia kwamba utawala Trump umekuwa ukifanya mambo ambayo yanaofanya watu wa panic wazungumze wa, alafu kumbe kuna jambo lingine analitaka kwa mfano, alivyokuwa anazungumza kuhusiana na ntainunua e, Gaza. Eh, lakini anajua kabisa kuna yani, ni kitu ambacho unaona kabisa ni vitu ambavyo vinazungumzwa, wewe mwenyewe unaanza kufikiria ni hii inawezekana vipi, una, unaanza kujadili, lakini kumbe yeye ana jambo lingine ambalo analifikiria. Unadhani hata kwenye hili ni hivyo hivyo? Kwa sababu imekuwa ni yani, amekuwa ni mtu wa waku, kuzungumza mambo ambayo kikawaida hayakuwepo na ni mambo ambayo yanawashtua watu na hayawezekani inawezekana ikawa ni sehemu ya mkakati wake, ingawa kwa hili kuna utofauti kidogo kwa sababu limeanza kuzungumzwa mapema zaidi mm. tangu mwezi Januari, na sio mara moja, nadhani hii ni mara ya tatu sasa linazungumzwa katika maeneo tofauti tofauti mm. kwa namna tofauti, ingawa huko awali alikuwa amesema kwamba alipolizungumza ile, watu waliposhtuka na kuona kwamba hili ni jambo kweli lisilowezekana, lakini kwa nini linazungumzwa na kiongozi mkubwa wa Marekani, akahitimisha kwa kusema kwamba huu ni utani kwa zile fake medias mm. eh, ambazo yeye alikuwa anazitania kwamba ni vyombo vya habari ambavyo havitoi habari ama vinatoa habari ambavyo sio sahihi nchini mm. Marekani, kwamba wachukue hiyo wakatembee nayo. Kwa hiyo watu wakachukua kwamba ni, ni, ni utani, lakini safari hii hitimisho lake limekuwa kwamba hafanyi utani katika hicho anachokizungumza, ingawa kuna jambo kweli linaendelea sasa hivi kwa sababu Marekani sasa hivi uh, ina, ina, ime, imetoa viwango mbalimbali mbali mbali vya, vya tozo na ushuru kwa mataifa karibu yote duniani. Kila nchi ukiangalia uh, jana kumetoka orodha tayari ya kuonyesha kwamba inachajiwa ina, kiasi gani cha, cha viwango vya tozo na ushuru kwa biashara wanazofanya na Marekani. Mm. Ni jambo kubwa ambalo kimsingi kiukweli linawezekana likawa ni mjadala wa dunia nzima kwa sababu kila nchi imeguswa. Mm. Sasa katika mazingira kama hayo inawezekana. Hili Asuma... nalo alilichomeka kwa wakati huu. Yeah, hiyo anasema ni jino kwa jino. Ni eh, wewe unavotoza huku na mimi natoza kwako. Eh, lakini kwa viwango tofauti ukiangalia orodha ilivyotolewa vipo viwango vya percentage ambayo Marekani ama asilimia ambayo Marekani inatoza na asilimia ambayo mataifa mengine pia yamekuwa yakitoza bidhaa za Marekani. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo, inaonekana kabisa na yeye mwenyewe kajisifu, kasema kwamba kwa miaka mingi watu walikuwa wakivuna nchini Marekani. hmm. lakini anasema sasa itakuwa ni mwisho. hilo haliwezi kuendelea tena kamwe mm. kuendelea kuvuna kutoka Marekani kwa maana kwamba sasa Marekani na yenyewe itaanza kuvuna zaidi kutoka katika mataifa mengine. kwa hiyo mm. labda pengine kwa kujaribu kupunguza nguvu mjadala kuhusiana na tozo za Marekani kwa mataifa mbalimbali mbali duniani mm. ndio katumia mbinu pia ya kuchomekeza hili jambo ili kwamba pia kuwepo na maoni tofauti na na na na pengine wengine kama hivi ambavyo hata na sisi hapa tunajadili kuhusiana na yeye na tamko lake la kwa nini anafikiria kwenda kuwania zaidi ya awamu ya pili katika yeah. nafasi yake ya uongozi badala ya kuzungumzia lile ambalo pengine mm. eh, linaihusu hasa Tanzania kwa sababu naenyewa kuna viwango vyake imewekewa pale karibu asilimia kumi mm. ya ongezeko la tozo katika ushuru wa bidhaa zinazofanyika baina ya Marekani na, na Tanzania mm -hmm. Tugusie kidogo kuhusu uungwaji mkono wake hasa kwa sababu kumekuwa na maoni pia tofauti ndani ya nchi pamoja na nje ya nchi. Eh, unadhani hatua hii ataungwa mkono? Ama atazidi uh, pia kuweka hiyo uh, gap kwa watu uh, kwa namna ambavyo siasa za Marekani zilivyo, kuna watu ndani ya Marekani, chochote anachokifanya Donald Trump wao wanakikubali sana na wanamuunga wana mkono kwa asilimia kubwa. Eh, na kuna watu ndani ya Marekani na pia nje ya mipaka ya Marekani, ambavyo anayoyafanya Donald Trump wanayatazama kwa umakini mkubwa sana kuona kwamba yanaweza yakawa na athari gani iwe ni ndani ya Marekani yenyewe hmm. Lakini pia hata nje ya mipaka ya Marekani yeah. Kwa hiyo huu mpasuko upo na kiukweli ni kama vile makundi mawili Ma, makubwa ambayo yana mitazamo tofauti na hayo yamekuwepo ndani na nje ya Marekani kwa namna ambavyo hatua mbalimbali zinazofanywa na mm -hmm. ambavyo, ambayo, mbali, mbali Donald Trump wale washirika wake na wafuasi wake wa karibu wamekuwa wakiona hivi ndivyo hasa inavyotakiwa kufanyika mm -hmm. Na hivi ndio maana wanaona kwamba ni kama ni utekelezaji wa ile eh, Make America great again kauli mm -hmm. eh, ile kaulimbiu yake ya maga mm -hmm. kwamba kuifanya Marekani iwe na nguvu zaidi duniani kwa mara nyingine. Kwa hivyo <laughs> wanaona kwamba yuko katika hatua sahihi kwa kila analolichukua ingawa pia haiondoi ukweli kwamba kuna kundi kubwa ambalo pia linampinga kutokana na hatua hizo ambazo na, na hapo kwenye athari, inaathiri vipi hasa nchi za Kiafrika ambazo zimekuwa zinachechemea kwenye kupiga hatua za demokrasia? kwa sababu mijadala kama hii imekuepo ya, ya, ya viongozi, sio mijadala, hatua kama hii zimekuwepo za viongozi kujiongezea mihula na kuendelea kusalia madarakani. Bila shaka hiyo ni nukta muhimu sana kwa sababu ndio maana nikasema hata kwa sisi wafuatiliaji wa siasa tuli, tuli, tumebaki vinywa wazi kwa sababu Nimesema awali kwamba haya yalikuwa yakionekana yaki kama yakifanyika zaidi katika siasa za Afrika, na wakati fulani ilikuwa ina, inajaribu kutafutwa kwamba ni nani ambaye anaweza akawafunga ken, akawafunga sijui nisema je kufuli hmm, akawafunga kufuli viongozi wa Afrika ambao wamekuwa wakibadilisha katiba kiholela ili wabakie madarakani yeah. Na mataifa kama Marekani yalikuwa yanaangaliwa kwamba ndio yangeweza kuchukua hizo hatua. Kwa hiyo linapotokea hili katika taifa kubwa kama la Marekani, walau katika hatua hii ya mjadala inawezekana kabisa huko ulimwengu wa tatu watu wengine wakapata nguvu zaidi ya kuchukua hatua kama hizi anazotaka kuzifanya Donald Trump, hata kama hatafanikiwa, lakini wakasema kwamba kama ni demokrasia, basi hata hao wakubwa wenyewe wamekuwa na hamu ya kutaka kubakia madarakani na hoja inabakia ni ile ile kwamba e, yeye Trump anadhani kwamba ama anafikiri pamoja na wafuasi wake kwamba ni muhimu aendelee kutawala kwa sababu anafanya vizuri na anaiweka Marekani katika nafasi nzuri. Kwa sababu hiyo hiyo, hiyo ndio baadhi ya viongozi Afrika wanaweza wakasema kwamba sisi pia tunafanya vizuri kuleta maendeleo makubwa katika mataifa yetu na pengine wengine watasema tunaleta usalama katika mataifa yetu, mm -hmm. kwa hiyo tunayo sababu ya kuendelea kubadilisha vipengele vya katiba ili kuendelea kusalia mamlakani. Sasa jambo hili mm -hmm. litakuwa kiukweli mm -hmm. ni hatari kubwa sana katika ustawi na maendeleo ya demokrasia duniani. Naam, shukran sana Said Msonga, asante sana, na tunakamilisha hivyo tukizungumza kuhusiana na mpango wa Trump kurudi katika muhula wa tatu, ikiwa ni moja kati ya mambo ambayo yamekuwa katika mjadala mkubwa wakati huu tutarejea baada ya vale mapumziko. <usurra> <usurra>